Hebu tutafute baadhi ya mafundisho katika Biblia kuhusu aina gani ya mtazamo tunapaswa kuwa nao na nia gani tunapaswa kushikilia katika sala zetu. Tufungue Mathayo sura ya kumi na saba. Tusome pamoja Mathayo sura ya kumi na saba mstari wa kumi na saba. Yesu akajibu, enyi kizazi kisichoamini na kilichopotoka, nitakaa nanyi mpaka lini? nitawavumilia mpaka lini? Mleteni mvulana hapa kwangu. Yesu akamkemea yule pepo mchafu, akamtoka yule kijana, naye akapona saa ile ile. Kisha wanafunzi wakamwendea Yesu wakiwa peke yao, wakamuuliza, kwa nini sisi hatukuweza kumtoa? Akawajibu, kwa sababu ya imani yenu ndogo. Ninawaambia kweli, mkiwa na imani ndogo kama punje ya haradali, mtawaambia mlima huu, ondoka hapa uende pale, nao utaondoka, wala hakutakuwa na jambo lisilowezekana kwenu. Katika Injili ya Mathayo, inasema nini kilipungukiwa na kuifanya isiwezekane kufanya? Alisema, kwa sababu ya imani yenu ndogo. Sasa tufungue Marko sura ya 9 kwa pamoja. Tuangalie Marko sura ya 9 mstari wa 25. Yesu alipoona kwamba umati wa watu unakusanyika pamoja mbio akamkemea yule pepo mchafu akimwambia, wewe pepo bubu na kiziwi, na kuamuru umtoke wala usimwingie tena. Yule pepo mchafu akiisha kupiga kelele, akamtia kifafa kwa nguvu na akamtoka. Yule mvulana alikuwa kama maiti hivyo, watu wengi wakasema amekufa. Lakini Yesu akamshika mkono, akamwinua naye akasimama. Baada ya Yesu kuingia ndani ya nyumba, wanafunzi wake wakamuuliza wakiwa peke yao, mbona sisi hatukuweza kumtoa huyo pepo mchafu? Yesu akawajibu, hali hii haiwezi kutoka isipokuwa kwa kuomba na kufunga. Ni tukio lile lile, lakini katika Mathayo sura ya 17 inasemekana, walikosa nini? Kilichowazuia wasiifukuze? Alisema kwa sababu ya imani yenu ndogo. Vipi kuhusu katika Marko sura ya 9? Alisema kwamba ni kwa sababu ya ukosefu wenu wa sala. Basi tunapochunguza mafungu haya mawili yanayolingana kwa pamoja, je, inadokeza kwamba tunapaswa kusali na nini? Mnaposali kwa imani hakuna jambo ambalo hamwezi kufanya. Hakutakuwa na jambo lisilowezekana kwenu. Yesu aliwafundisha wanafunzi wake kwamba kutokana na kazi ya kuomba kwa imani, nguvu na mamlaka ya sala huweza kujitokeza. Tunaposali ikiwa ni suala la utaratibu tu, pasipo na maana, lisilo na kusudi wala lengo, na ikiwa tunashiriki kwa sababu tu mchungaji analitia moyo, tukifikiri wenyewe inanipasa kuomba, huku tukilikaribia kwa mtu asiye na mtazamo wa kuonyesha kupenda sala, kama hizo zitakosa nguvu ya kupaa mbinguni. Tunapoomba kwa imani na bidii zaidi, Mungu atafungua milango ambayo imefungwa kabisa mbele yetu ni.